Njia mahususi ambayo wametumia kama ni njia ya anga au ni magari au ni nini, lakini utamaduni wa kawaida na mazoea ya kawaida kama walivyofanya kwa mwenyekiti, tunaashumu labda watakuwa wamechukua magari hayo hayo na watakuwa wamemsafirisha. Sasa sisi tunachukua maneno rasmi ya jeshi la polisi kwamba wanaye na wanamsafirisha au wameshamsafirisha kuelekea huko Tarime kwa njia gani, sisi hatujui ni kwa njia gani, lakini wameshamsafirisha kuelekea Tarime ili aende akaambiwe hayo mashtaka yanayomkabili. Kwa hiyo tunasubiri au tunatarajia kwamba mawakili watakapofika Tarime, polisi watakapo kule, watamkuta makao mwenyekiti akiwa ameshafika au watakapowasilishwa kule, wataweza kumpa msaada wa kisheria. Eh, asubuhi katibu mkuu wakati anatoa taarifa kwa umma alisema makamu mwenyekiti hakuwa amepewa wito wowote wa kuitwa ni vile, tunashangaa tu kwa nini kiongozi mkubwa kama makamu mwenyekiti anaweza kuvamiwa au kuviziwa hapo nje ya geti la mahakama na kukamatwa. Kwa sababu kwa hadhi yake, kwa nafasi yake ya uongozi, angeweza tu kuitwa kwamba tuna jambo na wewe, kituo chochote cha polisi, na makamu mwenyekiti wa chama angeweza kutii huo wito, angeenda. Kwa hiyo hakuwa na huo wito, na ndio maana asubuhi katibu mkuu wakati anatoa maelezo yake akasema kama Jeshi la Polisi limemkamata kutokana na taharuki iliyokuwa imetokea nyuma wakati akijaribu kuvuka mpaka kwenda Kenya kwa ajili ya mazishi ya Raila Odinga, kama shida ni hiyo basi, jambo hilo wala halikuwa na, halikuwa na ulazima wote wa kufanya walichokifanya, wa kwa sababu wangemwambia tu Mheshimiwa Heche tunakuhitaji, angeenda wangemaliza jambo lao, lakini kwa sababu wameamua kuchukua ruti hii ya kumkamata basi wamemkamata na sisi tumefuatilia, wanasema ni kweli wamemkamata, wako naye, lakini wamempeleka kule ambako wanadai jambo lake lipo, na sisi sasa tusubirie, au Watanzania, Tanzania na wanachama wasubirie, sasa tuweze kujua atakapofikishwa Tarime, tuhuma za John Heche ni zipi hasa, halafu tutaanzia pale kusonga mbele, okay.